lakini kwa ufupi labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. sababu hasa ni nini? kiini cha tatizo ni nini? lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani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 Alafu katika kuifanya kazi hii, pamoja na hadidu rejea nyingine ambazo mtapewa, mimi nimetoa tu vile vidokezo hapa, lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda. Lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi, na muda mtakapokaa naye atawaeleza vyema.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 hawana imani na tume yoyote ya ndani, wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke Af wapi ko, European Union ndo zije zifanye uh, kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experiensi yenu, nina imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa, baada ya kusema hayo